So guys, niliwapromise kueletea stori kamu sana inayohusu perfume au kwa jina jingine manukato, jinsi ambavyo iliwahi kutumika madhabauni wakati wa kufanya ibada kwa Mungu au miungu ya kipagani ambayo ilikuwa inaabudiwa na watu. Wale ambao ni wasomaji wa Biblia wanaelewa kwamba madhabahu zimegawanyika katika makundi mawili. Na kundi la kwanza ni madhabahu za giza, ambapo mmiliki wa hizi madhabahu anakuwa ni shetani, lakini pia kundi la pili ni madhabahu za nuru, ambapo mmiliki wa hizi madhabahu anakuwa ni Mungu wa kweli ambaye anaketi mbinguni. Sasa matumizi ya manukato yalikuwa ni before Christ, kabla ya Kristo kuzaliwa pale Israel, tunaambiwa matumizi ya manukato wakati wa ibada yalishamiri sana tofauti na sasa hivi kwa sababu kwa sasa tunaona ni baadhi tu ya madhehebu au makanisa ambayo ndio yanatumia manukato wakati wa kufanya ibada kuna baadhi ya makanisa wameshaacha huo utamaduni sasa utaniuliza maswali ni kwa nini waumini wa, wa hizi madhabahu walikuwa wanatumia manukato au pafyumu wakati wa kufanya ibada au kutoa sadaka? Sababu iliyofanya watumie hiki kitu ilikuwa wanaamini kwamba manukato ilikuwa ni njia ya kufungua milango ya kiroho ili waweze kuwasiliana na ile miungu ya madhabahu, lakini pia ilikuwa ni ishara ya unyenyekevu wakati wa kufanya ibada kufukiza uvumba au kufukiza kile kitu kinachonukia kilikuwa kinaashiria ni ishara ya kumheshimu yule Mungu wazile, wa zile madhabahu. Sasa tunaambiwa kwamba waumini wa hizi madhabahu walikuwa wanafukiza uvumba kwa wale ambao wamepitia pitia sana katika mistari ya Biblia, utaona kuna mahali Musa anaambiwa akamfukizie Mungu uvumba. Sasa utaniuliza uvumba ni nini? Uvumba ni kitu chochote kile kina nacho toa harufu nzuri yenye kuvutia wakati kinawaka. Kinaweza kuwa ni kipande cha mti unaotoa harufu nzuri au utomvu wa mimea wenye manukato mazuri, majani na mizizi yenye, ma, yenye harufu nzuri inayovutia. Lakini pia hata mbegu za mimea yoyote ambazo zinatoa harufu nzuri sana wakati kinawaka kinaweza kuwa ni uvumba. Sasa wali wanatengeneza uvumba ni walikuwa wanachukua hizi mbegu za mimea au vipande vya miti au majani wanachanganya, ili kupata flavor fulani ambayo inanukia, alafu wanaponda, ponda, wakishaponda, ponda wanaenda kuchoma ule mchanganyiko. Sasa ule moshi unaotoka wanaenda kufukiza kwenye madhabahu ambayo walikuwa wameichagua kama ni ya Mungu wa kweli au ni ya miungu ya kipagani. Wakishafukiza pale wanakuwa wanasi idikiza na maneno fulani au wanatoa sadaka au wanafanya ibada kwa kumheshimu yule Mungu wa ile madhabahu. Na kuna baadhi ya mimea ambayo ilikuwa inatumika zamani mpaka sasa hivi inatumika. Na mfano wa mimea hiyo ni rose flower au jasmini, lakini pia udi unatumika sana katika kufanyia ibada mpaka sasa hivi. Lakini pia ukisoma katika Biblia utagundua kwamba taudi ulikuwa unatumika sana wakati wa kufukiza uvumba, na uu mchanganyiko walikuwa wanauchanganya na kitu kinaitwa ubani ili waweze kufukiza ule uvumba. Sasa historia inatueleza kwamba mwanzilishi au muasisi wa matumizi ya manukato au perfume alikuwa ni Misri. Tunaambiwa kwamba taifa la Misri na watu wa Misri walikuwa ndio watumizi wakubwa wa perfume au manukato, na walitumia katika kujifukiza mwilini, kwa sababu wakati huo teknolojia ilikuwa haijafika bado. Tunapewa kwamba alikuja kufanya mapinduzi ya matumizi ya perfume kwa kuileta teknolojia alikuwa ni Mwarabu, kwa sababu Mwarabu yeye alichokifanya alikuja kuchukua yale majani ya mimea akayafanyia kitu kinaitwa distillation. Alitumia njia mbili. Njia ya kwanza aliamua kuchemsha yale maj Yani, au ile mizizi au ile mimea alafu ule mvuke akautenganisha na yale maji, mwisho wa siku akaamua kuweka katika vikopo ambavyo mwisho wa siku leo tunatumia katika kujipulizia, lakini zamani haya mambo hayakuwepo, kwa sababu tunaambiwa kwamba Wamisri wenyewe walikuwa wanachukua huu mchanganyiko wanauponda ponda, alafu wanauchoma kisha wanajifukiza. Kwa wale ambao wamewahi kujifukiza bwana, wataelewa kwamba ishu ya kujifukiza ni unajifunika na blanketi kwa Wamisri walikuwa wakitaka kutoka out au wakitaka kunukia kwenye miili yao, walikuwa wanatafuta blanket alafu wanaanza kuchoma ile mimea ambayo inatoa harufu, akimaliza akitoka hapo ananukia vibaya. Sasa kuna mwanamke mmoja hivi anaitwa Cleopatra, huyu alikuwa ni malkia wa taifa la Misri, mke wa farao mmoja wapo ambaye alimuongoza katika kipindi fulani pale Misri. Tunaambia kwamba huyu mwanamke alikuwa anapenda sana kunukia na hata kula wakati kuna meli ambayo alikuwa anaitumia ilifikia hatua mpaka na yeye akawa anaifukiza kwa sababu alikuwa anapenda sana perfume. Sasa tunaambiwa pia, wa Misri ndo walianzisha matumizi ya perfume au manukato kwenye miili ambayo inaenda inaandaliwa kwa ajili ya kwenda kuzikwa, kwa sababu mafarao au wale wafalme ambao walikuwa wamefariki walikuwa wanahifadhiwa kwa manukato au vile viungo ambavyo vilikuwa vinachanganywa changanywa, ili wasiweze kuharibika. Yaani zile maiti zilikuwa zinatunzwa kwa manukato ambayo yalikuwa yanaandaliwa na wataalamu ambao walikuwa wana ustadi, ili iweze kukaa kwa muda mrefu. Jamani, wafalme wote wa Misri walikuwa wanaitwa mafarao, kwa usifikiri kwamba farao lilikuwa ni jina la mtu. Farao lilikuwa ni jina la cheo kama ilivyo kwa serikali unakuta kiongozi wa nchi anaitwa rais sasa. Tunaovewa kwamba wana wa Israel kwa sababu walikaa utumwani Misri kwa muda wa miaka mia nne na thelathini walikopi ule ujuzi wa matumizi ya manukato wakati wa ibada, kwa sababu hapo zamani kabla hawajatoka Misri, tulena tueleza kwamba walikuwa wanaitumikia miungu ya Misri, walikuwa wanaiabudu ile miungu, na walikuwa wana ujuzi wa kufukiza uvumba, kwa sababu tunaovewa kwamba Wamisri waliwahi kuwa wana wa Israel, wanawake wa taifa la Israel lakini pia wanaume wa taifa la Israel walikuwa wanaoa wanawake wa Kimisri. Kwa hiyo unaweza kuelewa kwamba hizi tamaduni za Kiisrael ziliigwa na Wamisri lakini pia tamaduni za Kimisri ziliigwa na taifa la Israel. Na ndio maana katika kitabu cha Kutoka sura ya 30 mstari wa 34 hadi 38 tunaona Mungu anampa maelekezo Musa ambaye amewatoa wana wa Israel Misri kuelekea Kanaani, anamuagiza aka tafute mimea ambayo ina harufu nzuri, lakini pia Mungu aliitaja kwa majina, kwa sababu tunaambiwa kwamba ile mimea ilikuwa ni mitakatifu ambayo ilikuwa inatumiwa katika eneo la madhabahu. Kwa hiyo utagundua kwamba zamani kulikuwa kuna manukato ambayo yalikuwa yanatumika madhabahuni tu na kulikuwa kuna manukato ambayo yalikuwa yanatumika kufukizia miili. Kwa hiyo ilikuwa imetofautishwa. Sasa hii ambayo ilikuwa inatumika madhabahuni, ilikuwa inatumika ni ni ya high class ni standard. Kwa hiyo ilikuwa ukijifukizia kwenye mwili wako, manake unaichukua ile heshima ya Mungu wa ile madhabahu. Kwa hiyo utaona kwamba Mungu anamwelekeza Musa akachukua ile mimea, alafu aipondeponde achanganye na ubani ili aweze kumfukizia Mungu huvumba katika hema ya kukutania, ambayo alikuwa anaitumia kukutana na Mungu ili aweze kuzungumza kwa niaba ya wana wa Israeli. Sasa kuna mtu mmoja hivi anaitwa alikuja kufanya mapinduzi ya matumizi ya manukato au perfume kwa kutumia teknolojia ambayo aliianzisha. Mwarabu alifanya kitu kinaitwa distillation. Distillation ni kitendo cha kuchemsha mimea ili kutenganisha harufu au mafuta muhimu kutoka kwenye mimea yenye harufu, mfano rose au jasmine au lavender, na kinachohifadhiwa ni ule mvuke ambao yani, kwa wale ambao ni watumi wa perfume wote leo kwamba ukifunua kile kifuniko alafu ukakiacha, uwezi kukuta tena yale maji yamebakia kule ndani. Kwa hiyo kumbe, kinachotunzwa kule ndani ni ule mvuke. Lakini zamani kile kitendo cha distillation, kilikuwa hakifanyiki kwa sababu Mwarabu alikuwa hajagundua manukato. Kwa hiyo sio ukafikiri kwamba alianzisha matumizi ya marashi alikuwa ni Mwarabu, lahasha. Mwanzilishi wa matumizi ya manukato alikuwa ni Misri na akaja Mwarabu lakini pia Mfaransa akaja kuendeleza ule utamaduni kwa kutumia sayansi ya juu zaidi. Story inakwenda kwa title ya The Origin of Israel. Usiache kusubscribe katika YouTube channel ili uweze kupata mwendelezo wa story nyingine kama hizi. Mwenyezi Mungu akubariki sana.